Ni siku nyingine ndani ya jiji la Algiers hapa Algeria, sehemu ambayo Singida Black Stars wanacheza mechi yao ya Kombe la Shirikisho Afrika siku ya Novemba 22, katika uwanja wa Nelson Mandela. Kikosi hiki kimefika hapa siku ya jana. Leo ikiwa ni siku ya pili na nafasi hii Tunakwenda kuongea na afisa habari wa kikosi hichi yeye yeah. Anakwenda kutuambia mengi juu ya mustakabali wa kikosi hiki, lakini kwa wale nyota ambao bado hawajajiunga na klabu mpaka sasa, mambo yako vipi, akiwemo nyota ya kimataifa wa Nigeria Amas Obasogi? Mambo vipi Hussein? Ah, mambo safi aisee. Habari ya Alja Aljaz ni kwema sana lakini baridi ni kali ah. E, baridi ni kali na tunaipongeza sana Advanced team yetu ambao alitangulia hapa hmm walihakikisha kwamba timu inakuja mapema ili wachezaji wazoee hali ya hewa. Wakati wanatusisitizia hilo tulikuwa hatuelewi. Lakini <laughs> tumefika tumejionea na imekuwa baraka kwetu kufika mapema maanake tuna siku takribani tatu nne hapa kabla ya kwenda kwenye mechi. Eh, wachezaji watazoea hali ya hewa. Ni baridi kweli kweli. Nashangaa wewe unaweza umezoea sana hizi mambo eh? Afisa tumejitahidi kwa tukirwa kidogo. Ubaridi ubaridi upo hasa kwenye kipindi kama hiki. Uh, mashabiki wa Singida Black Stars wa Tanzania kwa ujumla wangependa kufahamu juu ya siku hii leo utaratibu wa mazoezi uko vipi na wapi mnafanyia mazoezi yenu kwa wakati huu kuelekea mchezo? Yeah, kwanza jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama na tumepata mapokezi mazuri uh, kupitia kwa balozi wa Tanzania hapa nchini Algeria, uh, Mheshimiwa Salim, ambaye ametupokea vizuri sana hapa kwa kweli. Tumeona tumeona mchango wake na tumejisikia comfortable kuwa hapa lakini, ratiba inaanza rasmi leo. Jana baada ya kufika kikosi kilipata muda wa kupumzika, eh, kupunguza uchovu wa safari ile ndefu. Kwa mara ya kwanza timu itashuka kwenye uwanja wa mazoezi. Vipo viwanja vingi hapa. Uzuri tume, tume, tumebahatika kufahamu kuna viwanja vingi. Timu yetu ya awali iliyotangulia hapa ya maandalizi imehakisha tunapata viwanja vizuri kwa ajili ya kutrain. Tutafanya mazoezi ya kwanza hii leo majira ya saa tisa mchana za huku, kisha kesho tena tutafanya mazoezi katika uwanja huo huo juma, siku ya Ijumaa e, eh, timu itafanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi wa Nelson Mandela, na inshallah Jumamosi tunaenda kwenye mechi, Panapo majali sawa, shukran. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wangependa kufahamu ni juu ya wachezaji ambao hawajajiunga bado na timu, na tunafahamu hao wachezaji ni muhimu akiwemo Khalid Aucho yeah. ama Sobasogi Andrew uh, Piri ambao tuliongea off mic yeah. hawapo kwenye kikosi kwa sasa. Utaratibu wao wa hawa nyota kuwepo ndani ya kikosi cha Singida kwa maana ya kufika hapa Algiers uko vipi? Ya tuna nyota wetu ambao hawakuweza uh, kuungana nasi kwenye safari kutokana na mipango ya safari. Walikuwa kwenye majukumu ya timu za taifa. Khalid Aucho alikuwa uh, na mechi jana tu, siku ambayo tunasafiri yeye anacheza na utwanga kule Cairo, lakini uh, Andrew Phiri alikadhalika aliitwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Zambia. Na amaso basi, kwanza umemtaja amaso, si baridi imeanza kupungua. <laughs> tuna jambo lake Uh, wachezaji hawa tupo kwenye jitihada za kuhakikisha wanasafiri hii leo kutokea uh, nyumbani Tanzania, kwa sababu amelazimika kurudi kwanza Tanzania, Tanzania, kuweza kuprocess baadhi ya mambo na watawasili leo hii, panapo majaliwa. Mashaka yapo kwa Khalid Aucho kulingana na mipango ya logistics, lakini huenda uh, jitihada ambazo zinazofanyika zikienda vizuri, maana yake atarahisishiwa ata safari, ili aweze kuwasili mapema, kwa sababu ni mchezaji ambaye amecheza mechi, kwa hiyo bado ana kuna hali ambayo lazima akae sawa, so tunajitahidi, tuna kama uongozi kuhakikisha kwamba wachezaji wote wa waliobaki waje kuungana na kikosi hapa, ili kocha Miguel Gamondi awe na option zote. E, tunapoenda kwenye mechi, unajua unacheza na CR Belouizdad, e, lazima uwe na option zote, e, ili uende uka mpango huu kikataa, unajaribu mpango huu huu, kikataa, unajaribu mpango huu. Kwa hizo ndio jitihada ambazo zinafanyika na tunaamini kila kitu kitaenda sawa. E bwana. Miongoni mwa vitu muhimu katika eneo hili na kwa Singida Black Stars, kwa Ligi Kuu ya Tanzania Bara, ilikuwa ni kupata nafasi ambayo ingekuwa ni kubwa sana kwa sisi kutoa mwakilishi Uh, ambaye angeweza kutuwakilisha katika fainali za kombe la dunia uh, kule nchini Marekani kwa maana ya Amas Obasogi golikipa wa Singida Black Stars, lakini haikuwa bahati, baada ya kuondolewa na DR Congo ambao wenyewe anakwenda kwenye playoff ile ya mabara. Sasa Amas Abasogi huyu ndio msemaji wake kwa maana ya klabu ambayo yupo kwa maana ya Singida Black Stars. Na hapa tayari ameshazungumzia juu ya logistics za yeye kufika hapa. Nataka kufahamu Uh, baada ya kutolewa Amas kwenu mmelichukuliaje kama Singida? Kwanza kwa hatua waliofika, kupitia timu yake ya taifa ya Nigeria, tayari tulishaona ameingiza mguu mmoja kwenda kombe la dunia. Sisi kama timu tulikuwa tunaomba sana Hey, rekodi ile tuende tukaiandike, kwa sababu ingekuwa si rekodi yake binafsi, pia ingekuwa ni rekodi ya timu yetu. Kwa mara ya kwanza timu kutoka Tanzania mchezaji wake anacheza World Cup eh. Hey, imagine hilo balaa lake lingekuwa namna tujua Singida <laughs> lakini sivyo bahati, uh, wametolewa na majirani zetu Kongo. Kwa hiyo sasa hivi dua na sala zote zinahamia kwa majirani zetu hawa, wafanye vizuri waende kwenye kombe la dunia tuweze kuangalau na sisi kujivunia. Majirani wameenda, wamefanya vizuri kwenye uh, wameingia tu ya, ya kombe la dunia na ni historia pia kwa, kwa, kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ni kushukuru sana. Asante sana, aa, Amas Obasogi kwa sasa ndani ya Singida Black Stars, na mengi tumeyapata kutoka kwake. Mimi ni Gharib Mzinga, nyuma ya kamera ni Conrad Festo Kashasha, mpaka wakati mwingine.